E, bana Watanzania ni kama vile wamewakalia kooni, uh, wasanii baada ya kuendelea na kampeni yao ya kutokuwa support kabisa kimziki uh, kutokana na kile ambacho kimetokea, uh, tarehe 29 yani, baada ya uh, mauaji yale kutokea, lakini pia vurugu zote kutokea uh, licha ya yote kutokea, licha lakini wasanii hawakuonyesha support yoyote, uh, kwa upande wa wananchi. Sasa leo kupitia Instagram account ya Nandy alipost uh, posta uh, ya kuonyesha show zake ambazo ataenda kufanya uh, kabla ya mwisho, kabla ya mwaka kuisha na moja kati ya sehemu ambayo ataenda kuperform ilikuwa ni Mwanza, Arusha, Dar es Salaam Uh, pamoja na uh, Uganda ndio sehemu ambazo ataenda kuperform. Sasa, kupitia zile comment za mashabiki ambazo uh, wame comment kupitia kwenye post ya Nandy, ni kama vile wananchi wanaendelea kutishia wasanii kwamba eh, well, endapo ataenda kwenye zile show, basi lolote ambalo linaweza likawatokea, yaani uenda wakafanya vurugu uh, kwenye zile show. Sasa uh, kuna shabiki mmoja bwana akaja uh, kucomment kwenye page ya Nandi kutokana na kile ambacho eh, amekipost. Huyu hapa anaitwa Changa Sicha, anasema naona unajichanganya eh, tuliza eh, dada. Sasa Nandi akaamua amtolee uvivu yule eh, mwanadada ambaye ameenda ku comment kwenye page yake na kusema kwamba anaona anajichanganya kutokana na vile ambavyo ame-post, ah, kwamba mwisho kabla ya mwaka kuisha, basi ataenda kuperform kwenye hizo show tofauti tofauti, ah, Tanzania pamoja na nje ya nchi. Nandi, kupitia kwenye hiyo post eh, alisema kwamba wewe simama mtu mzima. E, wesi mama mtu mzima wewe, e, unaonekana unahangaika na mtu e, kakupita, hadi dhambi kaoshe, dread hizo uje ni kulipe kiingilio, miwani kama panzi, mzee Shobo na mimi ukome. Ni kama vile wasanii uh, wamepanic kutokana na vile ambavyo mashabiki uh, wamereact kwa upande wa pili, yani leo kwa upande wa leo Uh, sio Nandy tu peke yake ambaye ya ameamua kujibu, lakini pia uh, Mario baada ya kuposti uh, video moja akiwa na shoot video yake uh, ameposti, alafu jamaa mmoja akaja akasema kwamba tutasupport mziki um, wako humu humu Instagram, lakini ya trend YouTube akasema. Mario naye akaenda kujibu pale, kama unavyoona kwenye picha yako hapa, so hizo ni, ni baadhi tu uh, ya comment za mashabiki pamoja na masta uh, na wengine ambao wamareact kutokana na kile ambacho kimetokea. Sasa natamani kujua kwa upande wako ni kama vile Watanzania wameamua kususia mziki wetu wa Tanzania kwa support. Yani wao wanasema wako radhi e, waendelee kusikiliza mapiano, wako radhi waendelee kusikiliza mziki wa Kenya, lakini sio kusapoti uh, mziki wa wasanii wao wa ndani, kwa sababu hawaku, wao wenyewe hawakusapotiwa uh, kipindi cha cha, uh, cha, kile ambacho watu wao wamefariki watu wao karibu, unajua last time uh, Diamond Uh, alisupport wa Nigeria baada ya vurugu kutokea na watu wengi kufa, na Diamond alisema kwamba atasimama na wa Nigeria, lakini this time around Diamond hakusema chochote. Lakini pia sio Diamond tu pekee yake, wasanii wengi wa Bongo kina Mario Nandy hawakusema chochote kutokana na yale mauaji ambayo ya yametokea. So watu kama vile wakaamua, uh, nao pia wawape mgongo kwenye ishu zima ya support. Ukiangalia uh, Zuchu nayo ametoa ngoma lakini haikwenda, inaitwa reason. Ukiangalia ina muda gani, lakini ukiangalia na viewers ni tofauti. So wote ambao hawataacha hawatasupport lakini kuna ambao watasupport, eh, kwenye wanasema kwenye kume kwenye kenge, basi pia mamba yupo. Nini maoni yako juu ya hichi ambacho kinaendelea sasa hivi? Dondosha maoni yako hapo chini, niambie. Lakini nikukumbushe mpenzi mtazamaji, kama uje, uje subscribe, ni wakati wako sasa kuhakikisha kwamba unabonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe ili uwe mwanafamilia bora kabisa wa Line Plus Media. Mimi nitatoni kusina zaidi, nikutakia wakati mwema, bye bye.